Ambapo jeshi la wananchi, eh, jeshi la wananchi kamandi ya nchi kavu limewataka maafisa wa jeshi hilo kuzingatia weledi katika kufanya kazi zake za ulinzi na usalama hapa nchini, hali ambayo pia itaimarisha usalama baina ya Tanzania na mataifa ya jirani. Mkuu wa kamandi hiyo anayemaliza muda wake katika makao makuu ya jeshi la nchi kavu kambi ya Nyerere iliyopo Msangani Kibaha mkoani Pwani amesema ili kuimarisha uhusiano mzuri na nchi jirani pamoja na maeneo yanayowazunguka mwanahabari wetu Grace Mfuko ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Kibaha mkoani Pwani. Katika hafla ya kumwaga mkuu huyo wa kamandi ya jeshi la nchi kavu meja jenerali Salimu Mustafa Kijuu amesema jeshi hilo ni kazi, hivyo wamejipanga kufanya kazi za uzalishaji kama walivyoagizwa na rais John Pombe Magufuli. Asante sana mimi ninachohusia ni tuimarishe jeshi, tuimarishe mafunzo, kwani uti wa mgongo wa, wa, wa, wa jeshi ni mafunzo, ili tuimarishe ulinzi wa nchi yetu, na kulingana na kauli mbiu sasa ya e, Rais Pombe e, Magufuli, sasa kazi jeshi ni kazi, siku zote jeshi ni kazi. Kwa hiyo sisi ni mwendelezo, tukazie kufanya kazi kwa bidii. Meja Jenerali Kijua ameongeza kuwa analiacha jeshi hilo likiwa katika hali nzuri na kuwataka maafisa wake wazidi kuimarisha kazi za jeshi hilo. mzuri wa mwili, utendaji mzuri wa kazi, wanaweza kukabiliana na tishio lolote linalotishia eh, eh, nchi yetu. Kwa hiyo una uwezo mkubwa sana Jeshi la nchi kavu naliacha katika hali hiyo. Meja Jenerali Kijuu amelitumikia jeshi hilo kwa miaka 40 mpaka sasa, na anasema anaamini kuwa vijana wana uwezo mkubwa wa kuimarisha kazi za jeshi na kupendekeza wapewe nafasi. Kutoka Kibaha mkoani Pwani, Grace Semfuko, Star TV.